Mary na Jonas walikuwa wamewana kwa miaka sita. Ndoa yao ilionekana ya kupendeza kwa nje: picha za furaha mitandaoni, tabasamu kwenye mikutano ya kijamii, na maneno matamu walio kizungumza mbele ya watu. Lakini usiku mmoja, kila kitu kilibadilika. Jonas alikuwa na kawaida ya kuchelewa kurudi nyumbani, akidai kazi ni nyingi ofisini. Mary mwanzo aliamini, lakini moyo wake ulianza kumuuma kuna kitu hakikuwa sawa. Alianza kufuatilia ishara. Simu ya Jonas haikuwahi hey, kukosekana mkononi. Alioga na simu, alilala na simu, na kila saa nane usiku alikuwa akipokea meseji akitabasamu kivyake gizani. Mary aliamua kufuatilia. Alimwambia Jonas kuwa aingeenda kijijini kwa wiki moja kumtembelea mama yake. Jonas alionekana kufurahia sana mpango huo, jambo lililomshangaza Mary zaidi. Usiku wa pili baada ya kuondoka, Mary alirudi kimya kimya nyumbani saa saba usiku. Alijificha chumbani kwa mjakazi wake akisubiri saa nane kamili. Mlango uligongwa kwa ishara ya hodi ya kimahaba. Jonas alifungua mlango kwa haraka akiwa amevalia vizuri, akamkaribisha mwanamke rafiki wa karibu wa Mary aitwa Linda. Mary alivunjika moyo lakini hakujionyesha. Alipiga picha, akarekodi sauti, kisha akatoka taratibu bila hata kugundulika. Siku iliyofuata alituma kila kitu kwenye kundi la familia WhatsApp, hakusema nini. Jonas alipofika kazini alikuta barua ya talaka kwenye meza yake, na ndani ya bahasha kulikuwa na picha moja, ile ya yeye na Linda wakiwa wamekumbatiana saa nane usiku na huu ndo mwisho wa stori yetu. Ujumbe wa stori: mara nyingi usaliti huanza kwa vitendo vikubwa, unaanzia kwa tabasamu la siri, simu iliyofichwa, na maneno ambayo hayaambatani na vitendo. Uaminifu ni msingi wa ndoa, bila huo kila kitu hubomoka kimya kimya. Asante kwa kunisikiliza, mimi ni Sule Shali.